Uli imeanza kama ambavyo una, unaona mwanafunzi wetu akiwa tayari amekamilisha kazi yake, anasema naam, ngoja niwahakikishie kwamba mambo ni bulbul, mambo eh. Unaona maji meupe, hakuna makeup kutoka, hakuna nini, maji yanadonda tu. Karibu sana ndani ya mamapipi saluni uweze kujifunza kwa vitendo zaidi eh. mambo ni bulbul. Bulbul. Halo, karibu ujifunze kwa vitendo zaidi. Sasa shughuli ya kukausha imeanza, na uangalie tu mwenyewe, ujihakikishie mwenyewe kwamba ee, mambo yamekuwa si mambo. Tuoneshe taulo hilo, vipi? Unaona, unaona mambo kwa ushahidi bwana. Eh. Ha, tunasema ni mambo kwa ushahidi, kausha, mkaushe, msponge msponge msponge, msponge jamani! Makeup imetoka bado ipo eh? Jamani, taulo jeupe jeupe, jamani, majirani majirani majirani, njoni huku <laughs>